Hizi ndo asilimia za uwezekano wa kufuzu robo fainali Afcon kwa kwa mataifa ya Afrika ambapo imeweza kutoa kutoka orodha kutokana na wadau tofauti wameweza kutoa orodha ambayo inaonyesha ni jinsi gani ambavyo timu ambazo zimefuzu hatua ya kumi na sita bora bola zina uwezo wa kufuzu hatua ya, ya, ya robo fainali kwa asilimia ngapi, ambapo katika mechi ya kwanza imeonyesha kwamba Kameruni wenyewe wenyewe wana uwezo wa kufuzu eh, Afcon kwa, kwa asilimia hamsini um, na tatu huku timu ambayo atakutana ni Afrika Kusini ambayo yenyewe ina asilimia ina, ina, ina, ina arobaini na saba timu nyingine ni Nigeria na Mozambiki ambapo Nigeria ana asilimia sabini na sita huku Msumbiji akiwa na asilimia ishirini na nne. Timu nyingine ni kati ya Morocco na Tanzania ambapo hii ndio vituko kuliko hivyo vyote, kwa kuwa Morocco ana asilimia tisini na tano ya kufuzu, lakini Tanzania ina asilimia tano tu ya kufuzu, yani hapo atuseme ameshafuzu lakini kundi jingine ni la Egypt pamoja na Benin ambapo Egypt ana asilimia sabini na Benini ana asilimia thelathini na kundi jingine ni Algeria na DR Congo ambapo Algeria yeye ana asilimia haya hamsini na tisa huku DR Congo yakina Mayele wakiona asilimia arobaini na moja timu nyingine ni Ivory Coast na Burkina Faso, hizi nazo Ivory Coast ina uwezekano wa kufuzu kwa asilimia hamsini na nane huku Burkina Faso akiwa na asilimia arobaini na mbili tu. Timu nyingine ni Mali na Tunisia ambapo hapa inaonyesha kwamba Tunisia ana asilimia hamsini na mbili na Mali ana asilimia arobaini na nane na kundi nyingine ni la Senego pamoja na Sudani, ambapo hapa Senego ana asilimia themanini na sita na ameshafuzu, lakini Sudani ana asilimia kumi na nne. Katika makundi ambayo yana asilimia chache ni hili la Senego pamoja na Sudani na hili la Tanzania pamoja na Morocco, ndilo ambalo limeweza kuwatia wasiwasi watu wengi zaidi kutokana na Tanzania kuwa na asilimia ndogo zaidi kuliko wote.